Kikukifika kijicho kina madhara. Assalamualaikum arahmaullahiwabarakatu, ndugu mtazamaji na mpatiaji aat. Bwana ndani ya musawa Day wa, wa ngambo, na leo tupo ukombozini hapa hapa arena. E, ile Oktoba 25 ambayo ia tunaisubiri ndio hii leo imetimia, na alhamdulillah, jambo letu limefana kama wa maneno mengi. Asalamu alaykum Bwana Mwamba, nimeona kilichofanyika yani nimeshuhudia kwa macho yangu, sijahadisiwa, nimeona kabisa. Hivi maandalizi yalikuwaje na imekuwaje mpaka kimetimia hiki kitu kinachoitwa usiku wa kijicho? Hmm, kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah, ameweza kutusaidia na kutufanikishia jambo letu hili ambalo tunaliandaa kila mwaka, na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu jambo limeenda vizuri. Shughuli ni kubwa kama ilivyoonekana promotion ilikuwa kubwa, na shughuli yote inapokuwa kubwa, lazima matokeo yawe makubwa. Mm. Kwa hiyo yamezungumzwa mengi, yamesemwa mengi kuelekea hii shughuli, lakini mwisho wa siku ndio ilikuwa inaelekeza kuonyesha ukubwa wa hiyo shughuli. Kwa hiyo tunashukuru kwanza kwa kufanikisha hii shughuli, kwa kufikia hadi hapa, darasa zilizotukimbilia E, media tulizozi promote na kuzitangaza uwepo Twari TV KHD, uwepo wao pia wameongeza kitu. Lakini uliniuliza kuhusiana kaswida, kaswida kama ilivyokuwa kama ada, mwalimu wetu nafikiri ulifanya ulifana naye interview e, kuelekea hii shughuli, si mawiki kadhaa nyuma, alibezi katika utunzi wa kuangalia namna gani ya ku dili sana na hadisi za mtume au kudili sana na, na vitabu na pamoja na Qur'ani na, na lakini, ukija kuisikiliza hii kasida ya leo kijicho, imebezi katika hadisi ya mtume kwamba mtume amezungumzia kuhusiana na kijicho kwamba kijicho kipo, al hainu hak, kijicho kipo. Kwa hivyo tunaishi katika maisha ambayo hivyo vitu vipo, kwamba hasadi zipo, vijicho vipo na tumeona hata sisi sasa hivi tunavyozidi kukua eh, muswawwara inapotoka na inapoelekea hao watu tunakutana nao wow. Mwamba, siku ya leo bwana, nimeona muitiko wa watu wengi sana, madrasa ambazo mmezialika tu an yani, muitiko wa watu binafsi ambao wanakuja tofauti na madrasa ni wengi sana. Je ni kwa nini? Kwa nini sababu siku ya leo hakuna shughuli nyingine uliofanyika hapa karibuni na jirani zenu, au kwamba kuna siri gani mpaka muitiko amekuwa mkubwa kwa watu wa jirani? Tumezima zote Eh, lazima uzime, yaani tunakuelekea ni huko, shughuli zipo nyingi e, leo shughuli ziko nyingi, lakini shughuli kubwa hapa ni, ni ya tunaizungumza hapa ni Muswawwara madrasa katika viwanja vya Wakombozi Arena, na ndio maana mwitiko umekuwa mkubwa kwa sababu jambo lolote kubwa linategemea watu wengi, na tunashukuru Mungu tumefanya kadri ya uwezo wetu, na watu wameitika wakaona kabisa shughuli kubwa ni hii. Shughuli kubwa Twende kwenye shughuli kubwa. Hakuna mtu ambaye anapenda shughuli ndogo. Shughuli zipo nyingi, zipo nyingi sana, ila katika kubwa hii hapa Muswawwara Day katika viwanja vya viwa Wakombozi Arena. Leo tarehe ngapi leo? Leo tarehe 25 mwezi wa kumi. Shughuli zilikuwa nyingi nyingi sana, ila shughuli kubwa hii hapa. Hii ndio kati. Zungumza jambo. Twali uko hapa khd iko hapa, ukifuatilia katika mitandao na katika chaneli ambazo zinafanya vizuri uwezi kuwaacha. Kwa hiyo jambo limekuwa kubwa, Twali TV akaona hapana, siwezi kuliacha jambo kubwa, kaja kwenye jambo kubwa. Na kama unavyoangalia hata darasa zizofika hapo, ukiangalia kwa asilimia kubwa wote ni mabingwa. Na mwangalia hapo, kuna Swabilina, sindio? Kuna Idhatu, kuna Nurania, mafundi kweli kweli kuna tanbili hafilina, si ndio? Ukija sisi wenyewe eh, kuna muhajirina, kuna fatu. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba ni shughuli ambayo imeandaliwa na watu ambao wamekuja pale, ni watu ambao wamejiandaa kweli kwa ajili ya hiyo shughuli Mwamba Dispark. Ili limepita lime tayari, je lifuatalo lipoje ama litakuwaje? tumedondosha ng'ombe mwaka huu. Naam, wakasema nini? ndama Ay, mimi sitaki, nataka, unip, nataka unipe nyama yangu nyama, nataka bwana. Ng'ombe tumemchinja kwa ajili ya jambo la leo, na, na tumewaomba watu wote muje tuweze kusaidiana kumaliza. Na niliona video fulani, vijana unamkimbiza yule ng'ombe bwana, unamkimbiza yule ng'ombe ndugu. <laughs> <laughs> Bwana mtazamaji na mtazaji wa Twari Online TV, e, wallahi hakika sisi tumefurahi, sisi tumefurahi. Ikiwa wewe hujafurahi kwa nini usifurahi? Naamini utafurahi. Hii ndo Twari Online TV na hii ndo muswau wa Ramada, sawa, wakombozi wa ng'ambo. Kaswida, kaswida bora ya mwaka huu 2025 kuelekea 2026 ni kijicho. Kama itapatikana answa kali kushinda hii ya kijicho, basi mimi naachana na maswala, nanawa kabisa, nasema sisi basi kaswida bora ya mwaka huu ni kijicho kama itapatikana answa yenye ukali zaidi ya kijicho ama zaidi ya kasuda ya musawara de elfu mbili na ishirini na tano. Bwana dispaki ametangaza ya kabisa, yani live kupitia chaneli yetu Twari Online TV, ametangaza anaacha maswala haya ya Twari, yani mahususani ya maswala ya madufu ee. Tena basi sasa kazi nakupa wewe, ni tafutie uniletee, tumfukuze ujamaa kwa ni mambo haya ya madufu. A, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu